Ndugu zangu wa Nyamhongolo, mengi yamefanya chama cha mapinduzi. Ilani ya 2025 tumefanya mambo makubwa sana kupitia mwanamke jenerali shupavu mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunakuja kifua mbele kwenu kwa heshima kubwa kuomba ridhaa tena kipindi hiki cha 2025 2030. Tunataka tua, tuanzie tulipoishia. Tumeona mambo mengi tumeyafanya sasa tunakuja kwenu sasa kuwaeleza, tumefanya mambo makubwa, tupeni ridhaa tena, tuende tukafanya makubwa zaidi. Nikianza na sekta ya afya, ndugu zangu, tutakwenda kuboresha vituo vyetu vya afya, kuongeza madawa na kuongeza majengo. Lakini tukienda kwenye sekta ya elimu, tutakwenda kuongeza madarasa kama ilani inavyosema tutakwenda kuongeza madawati na majengo mbalimbali. CCM oi! Ndugu zangu, tukienda kwenye sekta ya barabara, tunatambua barabara zetu za ndani haziko vizuri. Nina imani kwa ushirikiano wenu na serikali ya chama cha mapinduzi. Ukienda Ikigijo Bujimele kuna changamoto ya maji, lakini pale kuna tenki lipo, tutapata kila jitihada kupitia mheshimiwa mbunge wetu kuhakikisha tunakwenda kumtua mwanamke ndoo. CCM oi, aliachiwa miradi mikubwa ya kimkakati, na hapo ndio kilikuwa kipimo chake. Watu walifikiri tutampima kwa haya, ameondoka mtu wa hapa kazi tu, huyu aliyekuja ataweza? Lakini alipoingia akapiga hodi akisema kazi iendelee, na kazi iliendelea pale alipokuwa ameishia Dr. John Pombe Magufuli. Mama Samia, oy. Mama Samia, Samia safi mambo mengi ya kitaifa ameyakamilisha. Jambo la kwanza ni kuimarika kwa uchumi 2020 ishirini 20, uchumi wetu ulikuwa unakuwa kwa asilimia 4.8, lakini leo tuko ishirini 25 unakuwa kwa asilimia 5.8, hapo vipi? Lakini ajira za vijana, ajira za watumishi zimeongezeka kutoka ilipokuwa, sasa hivi tunao zaidi ya milioni 8, na katika hiyo milioni 8 asilimia kumi na tatu ni watumishi katika serikali, lakini asilimia zinazobaki tisini na ngapi hizo, kipiga mahesabu hapo, ni watumishi au waajiriwa katika sekta binafsi, na ndiyo hasa alikuwa kiu yake kuona ya kwamba ili uchumi ukue hauwezi kukumbatiwa na serikali tu, lazima kuhusisha makampuni sekta binafsi, na ndipo mambo yaende. Hapo vipi? Mama huyu ni mnyenyekevu, mama huyu ni mchapakazi, mama huyu hajivuni. Naomba tumpe kura tarehe ishirini na tisa ziwe nyingi za za kishindo. Nyamhongolo, tushirikiane na hawa viongozi. Wao peke yao hawawezi kufanya maendeleo, lakini kwa kushirikiana nao maendeleo yatafanyika vizuri sana.